Sali hapo kwa swala zima la usalama ni kwamba, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amewatahadharisha wahuni wanaodaiwa kuwa na nia ya kusambaratisha na kuzua vurugu katika vituo vya kupiga kura siku ya Alhamisi, akisisitiza kuwa watahakikisha uchaguzi huo mdogo unakuwa wa amani na hamna atakayeruhusiwa kuzurura karibu na kituo cha kupigia kura baada ya mmoja kupiga kura. Na katika eneo bunge la Mbeere Kaskazini, kamanda wa polisi wa Embu Sarah Koki amethibitisha kutakuwepo na maafisa wa polisi ambao hawatakuwa wamevalia sare pamoja na wengine takriban mia mbili sitini na nane. Zablon Macharia na taarifa hiyo. Kutokana na hofu ya kuwepo kwa utovu wa usalama katika maeneo ambayo uchaguzi mdogo utakuwa unaendelea, Waziri wa Usalama wa Ndani Kipchumba Murkomen amewahakikishia Wakenya kuwa uchaguzi ule utakuwa wa amani, japo amewatahadharisha wahuni wanaodaiwa kuwa na nia ya kuvuruga amani kwenye uchaguzi huo, akisema watakabiliwa vilivyo na maafisa wa polisi.

Aidha, amewataka Wakenya watakaoshiriki kwenye uchaguzi ule kutozurura katika vituo vya kupiga kura kwa madai ya kuwa wanalinda kura. Hapo awali baadhi ya viongozi walikuwa wametangaza kuwa watahakikisha baada ya kupiga kura kutakuwepo na watakaohakikisha wanalinda kura zile, wakihofia wizi wa kura. Na kutokana na wasiwasi wa baadhi ya viongozi wa upinzani wa kuwepo kwa maafisa wa polisi wasio na sare katika uchaguzi wa Mbeere Kaskazini, sasa Kamanda wa polisi wa Embu Sarah Koki amedhibitisha kuwa maafisa wa polisi wasio na sare watakuwepo pamoja na maafisa wengine takriban 268. na na polling standards e, iko 134, na, na, na kwa hizo zote tuko na askari wawili wawili, na pia tumeweka wengine ambao pia watakuwa wanatembea kwa hizo polling standards zote maafisa tuko nao ya kutosha ya kuhakikisha ya kwamba mwananchi wote wa Mbere North ako salama na atapiga kura kwa usalama. Hiyo si kweli, kwa sababu hao pia ni walinda usalama na wa, hata kama ni hawana sera za kazi tuna, watuna wanjua, na tumekuwa tukifanya kazi kushirikiana nao na watakuwa kwa kulinda usalama. Vituo vyote vinatarajiwa kufunguliwa mapema asubuhi. Zablon Macharia, Undugu TV.